Good morning. Ni wakati wako wa kuzijua zile habari zote kubwa ambazo zimeandikwa kwenye magazeti ya Tanzania kwa siku ya leo ya Mei 24, 2017 kutoka hapa AyoTV na millardayo.com. Na kwa siku ya leo tuna magazeti mbalimbali ambazo zimeandikwa habari mbalimbali ambazo zimemake headline kupitia magazeti haya, nawakaribisha sana, jina langu naitwa Ali Stupa. Na moja kwa moja kwa siku ya leo tukianza na magazeti ya Hard News. Kuna habari kubwa kabisa ambazo tutaziangalia kwa undani zaidi, mojapo ikiwa inasema majeruhi Lucky Vincent waula, ni habari ambayo inapatikana katika gazeti la Nipashe lakini pia kuna habari nyingine katika gazeti hili hili ambayo inasema sababu ya mtoto kula mafuta hii. Lakini pia mwingine shambulio la risasi Kibiti ya fariki, ni habari hiyo ambayo tutaangalia kwa ndani zaidi, na pia kuna habari inasema polisi wasusia maiti ya mwanafunzi UDSM. Na moja kwa moja tukianza na habari inasema sababu ya mtoto kula sukari mafuta hii hapa, inasema hospitali ya taifa Muhimbili, MNH imebaini Shukuru Kisango mwenye umri wa miaka 16 amekuwa kila mafuta sukari na maziwa kutokana na kuwa na upungufu wa madini ya chuma. Mwimbili imebaini sababu za kitabia hiyo isiyo ya kawaida ya Kisango baada ya kumfanyia vipimo tangu alipofikishwa hospitalini hapo Jumanne iliyopita akitokea Songea mkoani Ruvuma. Kisango pia amegundulika kuwa mgonjwa wa selimundo na amekuwa na ugonjwa huo tangu kuzaliwa kwake, ilielezwa na akizungumza na waandishi wa habari jijini Dar es Salaam jana, daktari bingwa wa magonjwa ya damu ya hospitali hiyo Dkt Stella Rezaula alisema MNH tayari imemsaidia Kisango kuanza chakula cha kawaida dkta rezaula alisema ugonjwa huu hata hivyo hauna uhusiano na vyakula alivyokuwa anapendelea kula habari hii unaweza kuendelea kuisoma kwa ndani zaidi katika ukurasa huu wa ndani wa gazeti la nipashe lakini pia kesi za unga zashika kasi ni habari nyingine hiyo ambayo tunaangalia kwa ndani zaidi ambayo inasema vita dhidi ya dawa za kulevya imezidi kushika kasi baada ya mashauri 176 kufanywa uchunguzi na mamlaka ya kuzuia na kupambana na dawa za kulevya DCEA kati ya januari na mwezi uliopita na kati ya hayo yamefikishwa mahakamani. Aidha, kamishna mkuu wa DCEA Roger Sisianga alisema matumizi ya dawa za aina za heroin na cocaine yamepungua kwa, kwa kiwango kikubwa kulinganisha na miaka ya nyuma. Habari hii pia unaweza kuendelea kuisoma kwa ndani zaidi katika ukurasa huu wa ndani wa gazeti la la Nipashe. Habari nyingine inasema mwingine shambulio la risasi Kibiti na habari iko ndani zaidi nasema Vilio kutokana na mauaji mfululizo dhidi ya watu wasio na hatia mkoani Pwani vimeongezeka baada ya kufariki dunia kwa Nurudini Kirunge mwenye umri wa miaka 18, mtoto wa kiongozi wa mmoja wa Chama cha Mapinduzi CCM Wilani Kibiti. Mtoto Nurudini alikuwa amelazwa katika hospitali ya taifa Muhimbili MNH, akitibiwa majeraha ya risasi aliyopata wiki iliyopita, wauaji walipovamia nyumbani kwao na kumuua baba yake, mwenyekiti wa CCM tawi la Njia Nne Wilani Kibiti Idi Kirungi mwenye umri wa miaka 60. Ofisa uhusiano wa MNH John Stefani alithibitisha pamoja na kifo cha Nurudini ambacho kilitokea juzi usiku, na kifo hicho kinafanya idadi ya watu waliouawa kutokana na mashambulio ya risasi yanayofanywa na wahalifu wasiofahamika katika wilaya Kibiti na wilaya jirani za Rufiji na Mkuranga mkoani Pwani sasa kufikia 31. Habari hii pia unaweza kuendelea kuisoma kwa undani zaidi katika ukurasa huu wa ndani wa gazeti la Nipashe. Polisi wasusia maiti mwanafunzi Udizi, ni habari nyingine hii ambayo tunaangalia kwa undani zaidi ambayo inasema sakata la kuua kwa wanafunzi wa chuo kikuu cha sakata la kuua kwa mwanafunzi wa chuo kikuu cha Dar es Salaam Yudizi msalumu Almasi mwenye umri wa miaka 28 limechukua sura mpya baada ya ndugu kugoma kuuzika mwili wake hadi jeshi la polisi litakapomsafisha dhidi ya tuhuma za ujambazi. Almasi aliuawa kwa kupigwa risasi na polisi Jumapili ya wiki iliyopita katika eneo la Kurasini jijini Dar es Salaam, jirani na mahali penye mashine za kutolea fedha kwa njia za electronic, ATM ya benki ya CRDB, makao makuu ya idara ya uhamiaji. Kwa mujibu wa taarifa ya polisi, Almasi aliuawa baada ya kutuhumiwa kuwa jambazi, ikielezwa kwa siku ya tukio alikuwa katika harakati za kupora zaidi ya shilingi milioni mia tatu na kwamba wenzake walikimbia. Hata hivyo, ndugu amekuwa akisisitiza kuwa Almasi ambaye ni mwanafunzi wa stashahada ya teknolojia ya habari IT katika chuo kikuu cha Dar es Salaam hajawahi kuwa jambazi bali ni, ni kijana mwenye, mwenye mwe, mwema aliyeshiba maadili ya dini ya Kiislamu. Habari hii unaweza kuendelea pia kusoma kwa ndani zaidi katika ukurasa huu wa ndani wa gazeti la Nipashe, tukimalizia na habari nyingine. Nasema majeruhi ajali la Lucky Vincent, elimu bure, na habari hii kwa ndani zaidi nasema bodi ya dhamini ya taasisi ya elimu ya afya sem imeamua ime kuwasomesha bure hadi ngazi ya elimu ya chuo kikuu majeruhi watatu wa ajali ya wanafunzi wa shule ya awali na msingi ya Lucky Vincent wanaotibiwa nchini Marekani. Majeruhi Dorini Mshana, Wilson Tarimo na Sadia Ismaili walinusurika katika ajali iliyosababisha vifo vya wanafunzi 32 na, na wafanyakazi watatu wa shule hiyo iliyotokea Mei sita katika eneo la Malera, wilayani Karatu. Habari hii pia ni moja hapo ambayo unaweza kuendelea kusoma kwa ndani zaidi katika ukurasa wa nne wa gazeti hili la Nipashe. Habari nyingine ambayo inapatikana katika ukurasa wa mbele wa gazeti hili la Nipashe nasema kesi dawa za kulevya moto. Habari hii unaweza kuendelea kusoma katika ukurasa wa pili lakini pia ujangili wa ponza elfu saba mwaka moja. Na pia kuna habari ya michezo inayosema simba waelekeza nguvu Dodoma. Habari hizi zote kwa siku ya leo ambazo zinapatikana katika ukurasa wa mbele wa gazeti la Nipashe unaweza kuendelea kuzisoma kwa undani zaidi. Tukilitazama pia gazeti la Mwananchi kwa siku ya leo, katika ukurasa wa mbele kuna habari kubwa kabisa inayosema siku 313 vigogo 12 NSSF wanakula mshahara bure, na habari hii inapatikana katika ukurasa wa 4 na tukiangalia kwa undani zaidi inasema hatima maofisa waandamizi bilowa shirika la taifa la hifadhi ya jamii, yaani CCF waliosimamishwa kazi Julai 15 mwaka jana bado haijajulikana licha ya kutimiza siku mia tatu wakiwa nje ya ofisi huku wakiendelea kulipwa mishahara. Uchunguzi wa gazeti la Mwananchi umebaini kwamba watumishi hao waliosimamishwa wanalipwa mishahara yao kamili, huku wafanyakazi walioteuliwa wa kukaimu nafasi hizo wakilipwa mishahara sawa na watumishi waliosimamishwa, kulingana na kitengo na nafasi husika. Mwenyekiti wa bodi ya NSSF Profesa Samuel Wangwe alipoulizwa kuhusu hatima wafanyakazi hao alisema uchunguzi dhidi yao ume kamilika na tayari wamepewa barua ya kujieleza ambao, ambazo wamezijibu. Wame waliosimamishwa wakurugenzi sita mameneja watano na mhandisi mmoja wanadaiwa kuhusika katika ubadhirifu, matumizi mabaya ya ofisi, kutofuata kanuni, sheria na taratibu za uwekezaji, usimamizi wa miradi, ununuzi wa ardhi na ajira. Habari hii unaweza kuendelea kuisoma kwa ndani zaidi katika ukurasa huu wa nne wa gazeti la Mwananchi. Pia kuna habari nyingine ambayo inapatikana katika ukurasa huu wa mbele, inasema mwanafunzi wa darasa la tano alivyokoa wenzake tisa na kifo. Habari hii unaweza kuendelea kuisoma kwa ndani zaidi katika ukurasa wa tatu. Lakini pia kwa nini kazi ya kuwasaka wauaji inakuwa ngumu imeelezwa hapa, kwani kauli tamko lililotolewa na jeshi la polisi saa chache baada mau, mau, mau, mau ya mauaji kuhusu kuanzisha operasheni maalumu ya kuwasaka wauaji lilikuwa kama tangazo la vita. Lakini pia shutuma, wakati idadi ya vifo vya risasi ikiendelea kuongezeka katika maeneo Mkuranga, Kibiti, Kilwa na Rufiji, jeshi la polisi linashutumiwa kutumia ya nguvu kupita kiasi lakini pia kuna kuna kuna tangu mauaji hayo yaanze kuripotiwa mwanzoni mwa mwaka 2015 tayari watu zaidi ya 30 wakiwemo askari 11 wamekisha wame uawa kwa kupigwa risasi habari hii unaweza kuendelea kuisoma kwa ndani zaidi katika ukurasa wa pili wa gazeti hili la mwananchi habari nyingine ambazo zinapatikana katika ukurasa huu mbele wa gazeti la mwananchi zinasema je serikali ilimpendelea dangote makaya mawe habari hii unaweza kuendelea kuisoma katika ukurasa 27 lakini pia sakata la farujoni liliathiri familia ya waziri Magembe ni habari, habari nyingine hiyo ambayo inaweza kuendelea kusoma. Lakini pia kuna habari nyingine zinazosema mganga kienyeji chanzo cha shukuru kuishi kwa mafuta sukari ni habari ambayo inapatikana katika ukurasa wa sita Wanasiasa siasa Kenya, wanadaiwa kusaka nguvu za giza Tarime. Ni habari nyingine hiyo pia ambayo inapatikana katika ukurasa wa sita wa gazeti hili la Mwananchi. Gazeti la Mtanzania pia kwa siku ya leo katika ukurasa wa mbele kuna habari kubwa kabisa ambayo imepewa kipaumbele. Inasema serikali ilivyohenyesha majangili maelfu wakamato, Profesa Magembe aeleza Farujoni alivyomtoa jasho, lakini pia kuna doria zilizofanyika ambazo ni laki 34,912 na pia kuna watumiwa 7,085 silaha 19 meno ya tembo 224 pikipiki na tisa, magari 20, lakini pia kuna kesi 2097 zimefunguliwa mahakama mbalimbali. Habari hii unaweza kuendelea kusoma kwa undani zaidi katika ukurasa wa 4 wa gazeti hili la Mtanzania. Mihani gesi yashinda tuzo ya ubora mchanga dhahabu hadharani leo. Ni habari hiyo unaweza kuendelea kusoma kwa ndani zaidi katika ukurasa wa wa gazeti hili la Mtanzania. Vile vile gazeti la habari leo pia kwa siku ya leo kuna habari ambazo zinapatikana katika ukurasa wake mbele zinazosema: ndege bombardier zaongeza watalii, wizara bunge wampongeza JPM kununua ndege hizo, lakini pia adhibiti ujangili watuhumiwa zaidi ya 700 mbaroni, bunge lataka utitiri loliondo fuatiwe. Mbali ni habari hiyo unaweza kuendelea kusoma kwa ndani zaidi katika ukurasa wa wa gazeti hili la habari leo pia mlipuko wa 22 Uingereza wa Tanzania wako salama. Ni habari ambayo inapatikana katika ukurasa wa pili. Pia CDA ya kabidhi rasmi mali watumishi 284 Manispaa Dodoma. Ni habari ambayo inapatikana katika ukurasa wa tatu. Na pia kuna habari inasema mbivu mbichi, mchanga wa dhahabu leo. Ni habari zote hizo ambazo zimeandikwa katika ukurasa huu wa pili wa gazeti la habari leo na unaweza kuendelea kuzisoma kwa undani zaidi. Gazeti la Tanzania Daima, sura ya tatu, pia kwa siku ya leo limeandika Nape kung'olewa, makada wa CCM waandaa Mazengwe aponzwa na ukosoaji wa serikali, lakini pia Gwajima naye apanga kumwaga mboga. Ni habari kubwa kwa siku ya leo hiyo ambayo imepewa kipaumbele na inaendelea katika ukurasa wa nne wa gazeti hili la Tanzania Daima. Lakini pia siri ya mtoto mnyo mafuta sukari, hii ni habari ambayo inaweza kuendelea kusema katika ukurasa tano. Na pia majeruhi Lucky Vincent wapata ufadhili, mbivu mbichi, mchanga wa madini leo. Lakini pia manji alikuwepo alikuwepo Yanga Sport Club. Ni habari hiyo ambayo inapatikana katika ukurasa 24 wa gazeti hili la Tanzania Daima pia gazeti la Uhuru kweli daima katika ukurasa wake wa mbele kwa siku leo limeandika mbivu mbichi mchanga, leo, wa dhahabu leo. Rais Magufuli kukabidhiwa ripoti ya tume aliyoiunda, kuchunguza ni habari ambayo anaweza kuendelea kuisoma katika ukurasa wa nne. Lakini pia sangoma adaiwa kumponza mtoto Shukuru, ndiye alimshawishi kunywa mafuta maziwa na sukari, uchunguzi Muhimbili wabaini anasumbuliwa na selimundu, ni habari hiyo ambayo ambao anaweza kuendelea kuisoma katika ukurasa wa nne wa gazeti hili la Uhuru. Waliojibikizia viwanja Dodoma waonyo ni habari ambayo inapatikana katika ukurasa wa pili. watu 785 ujangili wakamatwa kotini kwa kubadilisha umiliki wa mali ni habari nyingine hiyo ambayo inapatikana katika ukurasa wa tatu. Lakini pia maombi bodi ya wadhamini kafu yatupiliwa mbali kotini, ni habari zote hizo ambazo zinapatikana katika gazeti la Uhuru na unaweza kuendelea kuzisoma kwa undani zaidi. Tukiingia katika magazeti ya udaku kwa siku leo, tuna gazeti la Sani pamoja na gazeti la Risasi, ambapo gazeti la Sani kama mnavyoona katika ukurasa wa mbele kwa siku leo kuna habari tu nyingi za udaku, lakini pia katika basa kinyomo kuna habari tu nyingi za udaku na habari hizi zote unaweza kuendelea kuzisoma kwa ndani zaidi katika kurasa za ndani mwa gazeti hili la Sani. Gazeti la Risasi vile vile, katika kurasa za mbele kuna habari tu nyingi za udaku kama mnavyoziona, lakini pia katika kurasa za nyuma kuna habari tu nyingi za udaku na habari hizi zote unaweza kuendelea kuzisoma kwa ndani zaidi katika kurasa za ndani mwa gazeti hili la Risasi. Na tukimalizia na magazeti ya michezo kwa siku lote na gazeti la Dimba pamoja na gazeti la Champion ambapo gazeti la Dimba limeandika fedha ya ipa jeuri Yanga, udhamini kuendesha klabu kisasa zaidi, usajili wa nguvu msimu ujao unakuja. Habari hii unaweza kuendelea kusoma katika ukurasa wa pili wa gazeti hili la Dimba. Pia kuna habari unasema, Simba yamkodia ndege mkali wa hat trick VPL. Ni habari hiyo ambayo unaweza kuendelea kusoma kwa undani zaidi, ambapo inaendelea kukusema andaliwa mkataba mnono Msimbazi. Pia kuna habari unasema, Griezmann asema anaondoka Atletico. Ni habari ambayo inaendelea katika ukurasa 22, na katika kurasa za ndani za magazeti kuna bari ambazo unaweza kuendelea kuzisoma kwa nani zaidi zinazosema vigogo wa Simba Kombe la FA Dodoma, kombe kumbe ajibu ni roho ya Progem, lakini pia dogo Serengeti Boys yapata deal Nono Ulaya. Ni habari hizo zote ambazo unaweza kuendelea kuzisoma kwa nani zaidi katika kurasa za ndani mwa gazeti hili la Dimba. Katika ukurasa wa nyuma kuna habari inasema Ajax vs Man United ni finali ya vijana wa soka la burudani dhidi ya wapambanaji. Habari hii unaweza kuendelea kusoma kwa kirefu zaidi katika ukurasa huu wa nyuma gazeti la Dimba. Lakini pia kuna habari inasema naondoka la gazeti la Dimba. Gazeti la Champion limeandika manch out sababu tatu za kuachia ngazi hizi hapa, lakini pia wachezaji washtushwa na maamuzi yake, asipopo afunguka, Simba afanya sherehe wafurahia kila kona. Habari hii unaweza kuendelea kusoma kwa undani zaidi katika ukurasa wa ndani wa gazeti hili la Champion. Lakini pia kuna habari inasema issue ya uh, na uh, Simba FIFA giza nene. Habari hii pia unaweza kuendelea kusoma kwa undani zaidi na pia kuna habari unasema ajibu Mkude kutua Yanga Sport Club Jumapili. Musa sema, jamani Msuva amenipora tuzo yangu. Ni habari ya hizo zote ambazo zinapatikana katika ukurasa huu wa mbele wa gazeti la Champion. Katika ukurasa wa nyuma kuna habari unasema Konte kocha bora England. Ni habari hii, unaweza kuendelea kusoma kwa kirefu zaidi lakini pia kuna habari unaosema Van de Sar sema tutawachapa Man United leo. Lakini pia kuna anasema Sanchez Mesut Ozil watainyima Arsenal ubingwa FA. Ni habari hizo zote ambazo zinapatikana katika ukurasa wa nyuma gazeti hili la Champion, na kwa siku ya leo ya tarehe 24 ya mwezi wa 10 2017, ndio tumefikia tamati katika uchambuzi wa magazeti kutoka hapa Ayo TV na millardayo.com. Lakini endelea kusubscribe YouTube channel yetu ya Millard Ayo kwa kila habari ambayo tutakayopata, wewe wa kwanza kuipata. Lakini pia kwa kutembea Kurasa zetu za Facebook, Instagram na Twitter pamoja na Snapchat kwa jina la Millard Ayo. Jina langu naitwa Ali Super.